Kwa sababu ni kweli tulipata mapato nyongeza ya mapato ya jumla Be, kwa sababu 2022 ile mapato ya kigeni tulipata ya chai ya Kenya ilikuwa 138 billion, lakini last year imetoka hiyo 138 billion ikafika 215 billion, lakini mwaka huu kumekuwa na matatizo kidogo ya ile bonus ambayo inalipwa na kuna mambo lazima tuyafanye, ili tuhakikishe ya kwamba wakulima wote katika taifa la Kenya wa majani chai wamepata bonus ambaye imeongezeka na ambayo ni sawa sawa, isipokuwa bila kujali kama ni mkulima wa Central Kenya, mkulima wa South Rift, mkulima wa Western Kenya kuwe na bondi.